Waziri wa mambo ya ndani Mwigulu Nchemba amelitaka jeshi la polisi kuacha mtindo wa kuwacheleweshea malipo ya fidia askari wake wanaumia wakiwa kazini. Akizungumza jijini Dar es Salaam leo Jumamosi mosi, wakati wa kuaga miili askari wanane waliouawa kwa kupigwa risasi na watu wasiojulikana huko Kibiti mkoani Pwani, Nchemba amesema si jambo zuri kuchelewesha malipo hayo kwa watu ambao wamejitolea kuisaidia nchi. Alibainisha kuwa ofisi yake ina malalamiko kutoka kwa askari kadhaa na familia zao ambao hawajalipwa fidia baada ya kuumia wakiwa kazini. Mtu uliye mtuma umemkuta alipoumia, wewe uliye baki hai kuangalia kanuni naangalia una, una, una, una, una, na unapitia, unapitia huku unaunda una, una, tume, tume ya nini? Mtu umekuta pale pale alisemea ili hapa hapa, kwa sababu ya, ya, ya, ya mazingira kwamba mmelimbikiza sana hivi vipi. Harakisheni vijana wetu walioumia katika mazingira haya ya kazi. Hakuna mtu anaweza akaigiza kujipiga risasi ili ilienda panga kijana mwingine hivyo hivyo, amepambana na majambazi mpaka waka jambazi kakamatwa, yeye kavunjika miguu yote, wananchi wamewapongeza jambazi kakamatwa, silaha kakamatwa, amesema nipeni fidia ya kuumia kazini, ninyi mnamwambia haukuwa kwenye OB. Hivi vitu havifanyi shughulikieni. Na vile ambavyo vya kimaneno maneno, lakini hivi vya kiaskari, mtu ameenda kupambana hivi, ondoeni mjadala hivi na vya kiaskari a leo hii, leo hii tunaweza tukaongelea wakuhusu kuharakisha, lakini wao wakielezana, unaweza ukakuta wa mwaka jana bado hatujafanya yeah, hivyo